ya eh, marejeo kwa maana ya judicial review. Maombi ya msingi yalikuwa yamekuja kutajwa kwa jaji Mbagwa, na maombi hayo itakumbuka kwamba tushapata kibali na kibali kilitolewa mbele ya jaji Mtembwa. Na maombi haya ni maombi ya kuweza kuchallenge uteuzi wa tume inayoongozwa na aliyekuwa jaji mkuu eh, jaji Othman Chande, tume ya uchunguzi wa matukio tarehe 29 na tarehe 30 Oktoba mwaka jana. Kwa hiyo tumeenda kwa jaji leo, e, tumepewa amri zifuatazo kwamba upande wa e, AG kwa maana ya mwanasheria mkuu wa serikali anatakiwa kufaili majibu yake ndani ya siku saba na upande wa Chama cha Mawakili wa Tanganyika kama vilevile vile wajibu maombi wanatakiwa kufaili, e, hati ya kiapo kinzani ndani ya siku saba ambayo deadline ni siku tarehe 17 ya mwezi huu na kesi au maombi haya yatakuja kwa ajili ya kusikilizwa sasa hoja za msingi tarehe 26 saa mbili asubuhi mbele mba, e, ya Jaji Mbagwa. Hayo ndio leo mahakamani hapa. Kwa kumbukumbu tu, ni kwamba maombi haya yaliletwa na hoja zifuatazo za msingi kwamba tume iliyoundwa haijakidhi vigezo ambavyo ni vya kisheria e, ni tume ambayo sio huru, imekuwa composed na wajumbe ambao kimsingi ni watumishi wa umma peke yao ambayo nisal. Lakini vilevile, tume hii haikuomp wajumbe toka taasisi mbalimbali. Kwa mfano, tulitegemea labda e, kutoka BAKWATA mjumbe, kutoka teki mjumbe, kutoka Tanganyika Law Society na taasisi nyingine nyingi sana za umma ili kuhakikisha kwamba jambo hili linafika hatua ambayo haki inatendeka. sasa mambo ni mengi katika, katika maana kwamba hoja ambazo zitajadiliwa mbele ya jaji ndio hizo, na tutaieleza mahakama vizuri tu kuhusu sababu za msingi kwamba kwa nini wateja wetu wanapinga e, uteuzi wa hiyo tume ya matukio tarehe 29 na tarehe 30. TLS ana wajibu kwa mujibu wa section 4 kusimamia e, e, utawala bora kusimamia utawala bora. Kwa hiyo inawezekana TLS imeshindwa kushauri vizuri juu ya hii uteuzi huu. Kwa hiyo nao wanatakiwa kujibu, je, wameshauri kitu gani kwenye uteuzi wa tume hii, au wana maoni gani kwenye e, uteuzi wa hii tume kwa mujibu wa sheria. Mmojawapo um, kati ya waleta maombi uh, watatu mimi na mawakili Heche, sio Heche mwanasiasa, Heche Edward, na Deogratias Mahinyila kwa niaba ya Tanganyika wale wote ambao wanafikiri kwamba matukio ya Oktoba, kuanzia Oktoba 29, 2025 ya mauaji, vifo, maumivu, kupotea, mpaka leo kuna watu bado wanatafuta miili ya wapendwa wao hayajapatikana, yanawahusu. Kwa hii kesi siyo yetu sisi watatu, bali ni ya Watanganyika wote ambao madhara haya mpaka leo, bila shaka, wanaendelea kuumizwa nayo. Na niseme tu kwamba bado pamoja na kwamba leo ndio kesi imekuja kwa kutajwa, lakini nirejee tu kwamba waalika Watanganyika wote kwamba maumivu yetu tangu mwanzo yalikuwa ni uh, muda wa usikilizwaji wa kesi yenyewe. Tukumbuke kwamba pamoja na kwamba tulileta maombi haya kwa hati ya dharura, bado kesi hii ilizopelekwa miezi miwili baadaye, yani zile siku 45 za mapumziko ya Mahakama Kuu mpaka leo tarehe kumi, uh, lakini pia tukiangalia tume ambayo tunailalamikia haikuzuiwa kuendelea na kazi yake. Kwao tumeendelea kuona ikiendelea kufanya kazi yake wakati sisi bado kesi haijasikilizwa na mpaka leo sina uhakika, lakini nialike tu watu kunikumbusha kwamba zimebaki siku ngapi, pengine siku kumi, pengine siku kumi na tano na kama kesi yetu inakuja kuanza kusikilizwa tarehe uh, 26 mwezi huu, tume ikiwa imemaliza kazi yake uh, ina maana gani kuhusu kesi hii? Ina maana bado tunalalamikia kwamba muda na wajibu wa mahakama kwenye kutoa uh, uh, nafuu kwa madai kama yetu imepokwa. Bado tunajiona kwamba nafasi yetu ya kusikilizwa wakawakati, bila shaka mpaka sasa. Uh, mahakama ingekuwa imeshafikia maamuzi, ime imekuwa compromise, lakini tunawaalika Watanganyika kuendelea kufuatilia uh, kesi hii hiyo takapoanza tarehe 26, na pia kuendelea kutoa maoni yao, kwa sababu sisi hatuwezi kumuona kila mtu na nyie hamwezi kutuona sisi, lakini tuendelea kujadiliana kama taifa, kama waathirika, kama watu ambao tunapenda nchi yetu na hatuna mali pengine popote pa kwenda. Asanteni, asante.